Kwanza na salamu zangu kwa mtu mmoja anaitwa Hemedi. Huyu ndugu zangu mimi simchelei, na shahidi wangu ni mwenyekiti wangu Mheshimiwa Uthman Masud. Siku moja wakati ilipoundwa ile kamati yao ya uongo na kweli, hati ya maridhiano, tutafute maelewano kuhusu uchaguzi, ilikuwa na wenye viti wawili upande wetu alikuwepo chuma cha pua mwana kindakindaki Othman Masud Othman, na upande wa pili alikuwa Bahemedi. <tune> Tulimwekea heshima sana, si kwa sababu hatuyajui aliyoyafanya lakini tulikuwa tunatafuta kujenga, lakini Mwenyezi Mungu akataka kutuonesha kwamba huyu hastahiki hili. Mwenyewe tunazungumza athari yaliyotokea ishirini ishirini, yeye akatuambia kwamba hana taarifa hizo wala hajui kama kumetokea maafa yoyote Pemba. Lakini tizama, Mwenyezi Mungu akitaka kumfedhehesha mtu anasema hajui kama kumetokea maafa, hapo hapo anamtuhumu mtu ambaye hayupo tena duniani, marehemu Maalim Sefu kwamba ndiye aliyesababisha aliyotokea. Sasa unajiuliza, mtu yametokea hayakutokea? Kama hayakutokea, huyu mtu kayasababisha vipi? Nikamwambia mbele ya macho yake, kwamba usimtuhumu mtu ambaye hayupo, hawezi hayu kujitetea. Aliyesababisha mauaji ya Wapemba ni wewe, Hemedi. Alibadilika rangi zote. Bahati nzuri, siku ile mwenyekiti wa zamu wa kikao alikuwa mheshimiwa Osman, akamwambia vumilia, kama sie tulivyovumilia uliposema yako, lakini alikuwa mkali. Nikamwambia unakataa nini wewe, ukiwa mkuu wa mkoa na wenzako ndo mliopanga na mkaendesha maafa yaliyotokea Pemba, watu kumi na saba kisiwani Pemba wakafa. Leo wewe unajitetea kwa mgongo wa maiti ambaye hayumo, hawezi kujitetea. Na ndugu zangu, tangu wakati huo si mara moja, si mara mbili, si mara tatu suala hili kila likiibuliwa baraza la wawakilishi na wawakilishi wetu ambao ni wachache tu, yeye, kauli yake siku zote imekuwa imebakia pale pale kwamba yeye hana taarifa hizo. Anajaribu kujifunika wakati kila mtu anamwona leo, katika idhilali zile katika hizi lali zile, nakuulizeni ndugu zangu, Kiwani ilisalimika ishirini ishirini Kiwani ilisalimika hamkupigwa mabomu yalorindima kisawasawa hapa? Leo watu waliwapiga mabomu, jumla yake naambiwa sabini na moja. Leo ati anakuja kuwaomba kura.